nitaonekana katika njia ya utakatifu amen, amen. Meimba tenzi makusudi kabisa kwamba ni ishipo duniani, ni tufani daima naweza tukao. Najiuliza kwamba kwa nini sasa inakuwa hivi, wenzetu mpaka wanatunga nyimbo, walipitia kwenye matufani mengi mpaka wakaona waweke kwenye kumbukumbu kwamba -kumbu. ni ishipo duniani, ni tufani daima Anasema kwamba jiulize sana, endapo haupitii magumu kila siku, niko ndani ya safina kila wakati, niko ndani ya safina. Jiulize safari uliyoikamata na unayoifuata ni yenyewe hii, safari inayoifuata ni yenyewe? Kama sio yenyewe, basi nahitaji kushtuka. Ah, hapa tulipo, napendaga sana kauli ya, ya Gwajima anasemaga kwamba ah, mimi wakati wa vita ndipo ninapokuwa na nguvu yaani ndipo tulipo tofautiana. Tunapokuwa na, na vita sisi tunaishiwa nguvu, yeye anapokuwa na vita ndipo anapopata nguvu. Sasa unaona utofauti huo wa kumtafuta Mungu ama kumkaribia Mungu. Huyu mwingine anaona wakati wa vita anapata nguvu, sisi wakati wa vita ndio tunataka kumkimbia Mungu. Tunajua Mungu ni raha, tunajua Mungu ni kucheka cheka, tunajua Mungu ni kufanikiwa lakini ukiona watu kama hawa waliofanikiwa iwe kifedha yani, iwe mali, iwe vyeo wamefanikiwa lakini anasema ni wapo katikati ya vita ndipo wapo na nguvu kwa sababu pale ndipo napotafuta kumdhihirisha Mungu. Ni kicheko, mtu wa Mungu, kumdhihirisha Mungu ni ngumu sana. Kwa sababu hata Baba Medi akipata hela siku hiyo anacheka. Siku hiyo hata wewe mwenyewe ukipokea kodi ya nyumba unacheka. Siku hiyo hata ukiuza hata wewe unacheka. Jino eh, mpaka la mwisho kabisa hata lilongoka la mwisho tunaliona. Lakini wakati wa vita, wakati wa vita kumtukuza Mungu ama kufurahi ni changamoto kali sana, lakini akitokea mtu anaudhirisha wokovu wa Bwana, sisi tuna picha kamili ambayo tunaiona tu mbele yetu, kwa mzee, tunaiona kwamba katikati ya vita bado yuko vile vile. Yaani hauoni kwamba huyu mtu kapungua ama yukoje, ile unakuta mwenzangu na mimi ambao tunaambulia ni majivu huku nyuma ndo tunao chakaa mara mbili yake kuliko aliye mtangulizi mbele yetu, ko lazima tujiulize kwamba hii safari tuliyoishika ni yenyewe au siyo yenyewe. Nashukuru Mungu sana kwa sababu jembe langu limerudi lipo hapa jembe langu, namshukuru Mungu sana sana sana. Hilo hilo kama hujaliona hilo hilo haujaelewa <laughs> Ah hilo hilo jembe langu. Amjaliona? Eh, uh, jembe langu basi jose, namshukuru Mungu sana. Kwa <coughs> hii niliopo, yani sijui yani hata yani, nimefanya nimefanya kitu gani hata nimefika hapa hata sielewi. Yani hata sisi hatukuelewi hatu kwa sababu hatuoni jitihada yoyote unayoifanya. Kwa unapotuongezea mashaka ukipita hapa mbele sielewi kwamba ni mpaka nimebadilika vi nimebadilikaje. Tunajua mfumo wa ibada una uwezo wa kumbadilisha mtu, lakini iweko jitihada hata sisi tukusukumizie kwamba kweli, yani kwa mfumo wa ibada na jitihada yako ile ya maombi ile ya ibada ile ndio iliyokufikisha hapo, si so? Yani mimi si yani Mungu simuelewi yani si yuko yani ni sijui, tunakisiaga tu kwamba Mungu yuko. Kuna wakati ndio nilikuwa nasikia wepesi fulani, lakini sasa hizi sikii ule wepesi fulani, sasa sijui Mungu yuko au hayuko. Yani wewe unamuuliza nani? Yani tuulizane yani mimi na we, unamuuliza nani wewe unaona Mungu hayuko, mi naona yuko. Kwa sababu nisingeona hayuko, ningemwacha kitambo. Lakini kwa sababu nimemwona yuko hata katikati ya shida, unakuta naendelea na safari. Naendelea kupiga mwendo. Lakini wewe unayebaki unajiuliza, sijui Mungu yuko, sijui hayuko, sijui ameshindwa kutusaidia, sijui atatusaidia. Wewe utajua mwenyewe, ulivyokuwa mpagani, ulikuwa unamlaumu nani? Ulivyokuwa mpagani, hauabudu, ulikuwa unamlaumu nani ukipata hasara? Unakuta ni wazazi hawakunisomesha. Yaani tunakimbilia kwa wazazi hawakunisomesha. Wazazi hawakunisomesha haya. Wewe mwenzangu, sasa umesomesha mtoto wako, unakuta wewe mwenyewe unahangaika, unajibangaiza. Unashinda, hata unashindwa hata kusomesha mtoto. Kwa hiyo unalaumu tu wazazi hawakunisomesha. Je, yeah, tukirudi baba amesoma? Msomi wetu amesoma? Si msomi wetu ameshia la saba. Yeye yeah, angemlaumu nani sasa? Ansa, kwa sababu wazazi wake walikuwa anakunywa pombe. Nani na angeweza kumsomesha? Na yeye mtoto wa mwisho alikuwa analilia pombe mpaka wamjazie kikombe. Wasipojaza anaanza kulia. Sasa, unaona maisha ya taabu ya dhiki ambayo yaani ya, yani ya kumdhoofisha mtu yeyote hata ukimsimulia kwamba kweli kulilia pombe, yani unalia pombe wakujazie. Kwa sisi wengine sisi mimi mi, mi, bibi yangu mzaa mama alikuwa ampika pombe. Bibi yangu mzaa mama Ila kanisani mwaminifu huyo usipime, aliyekuwa anaishi na, na, na nagulo. Yani, mwaminifu kabisa usipime, ile. Si sakramenti si kwenda kula meza ya Bwana, anapika pombe na alikuwa anasema gulo sio gulo. Hata mimi nilwaenda kwake nilikunywa, kabla sijaanza la kwanza, yani sio gulo, kwa sababu pale kwa bibi Ilikuwa ni maskini. Maskini kiwapo ambacho hata mboga haipo. Gulu ameshindia mara nyingi tu pombe ugali. Yaani, pombe ndo mboga ugali. Na analia ugali. Kwa ni maisha ambayo sio kwamba tumefika mjini hapa tukaanza kujitamba tamba. Hamna kitu hapo. Tunajua, kila mtu anajua alikotoka. Tumetoka mahali dhaifu sana, dhaifu. Kwa sababu ukiangalia ah <laughs> ukiangalia babake Gulo, wazazi wake Gulo, wakati wako hai walinichukuaga mimi ili nikakae naye. Naye alikuja mama yake akanichukua kwa kunidanganya kwamba nitakununulia sukuna aa nyekundu kwaona mimi nikakubali. Enzi hizo sukuna sasa kuziona ilikuwa vita hapo. Nikaenda nikakaa naye anajifungua Gulo mbele yangu, mimi yaani mimi Gulo anajifungua nimemuona, nimembeba mgongoni nimekaa nao wale, watu walikuwa na uwezo pale kijijini, walikuwa wanajulikana wana uwezo mkubwa, kwa sababu enzi hizo jina la Mwakiarabwe ukipita kule lilikuwa na jina kubwa, na ukiingia ndani utakuta magunia ya mahindi, magunia sio ya mpunga, magunia ya nini, alikuwa mtu mwenye uwezo mzuri kwao. Unakuta na babake Guru alikuwa na roho nzuri sana, alikuwa hana uwezo wa kubagua kwamba abague huyu ni nani na huyu ni nani. Kwao nimekaa nao pale katika uwezo huo mzuri. Sasa na michepuko ikawa ni mizuri. Kwa sababu huwezi kuwa na mali, mali ikakuacha hivi hivi. Kwa na michepuko ikawa ni mizuri, ikamtengenezea mifereji. Kwa enzi hizo hata hizi dawa za kuongeza siku hizi zilikuwa hazipo. Kwa unakuta mamake Gulo ndo akapata kwa sababu alikuwa sio mtundu mamake. Akapata hiyo changamoto, yeye akafa haraka, akamwacha mume wake na dunda mpaka leo hii yupo hai. Ataoa mwingine, anakaa naye, yeye yuko hai. Ukimwona hapa yuko ndundu kabisa, hana <laughs> hana wa wala ila mbaba, watu wamekaa. Lakini ukiona wametoka kwenye mali nyingi, yaani mali nyingi za kutosha, lakini baadaye wakaja kupitia maisha ya ajabu sana, ayo ya kwanza kunywa pombe na ugali. Mimi nawajua walikotoka. Wao hawawezi kusimulia vizuri walikotoka kwa sababu wali, mama walikufa, aliwacha wadogo sana. Yaani vidogo yani kidogo na na, na, na Debora mdogo aliwacha wadogo. Kwao hawawezi kujua historia kamili ya huku nyuma zaidi ya mimi niliyokaa nao wale wazazi. Kwa hiyo unakuta maisha yako hivyo wameenda huko. Mtaani watu wanajua, "Ai, hey, I say mwa Kiarabu, ai hey, ana roho nzuri. Anagawa gawa hela huko mtaani. Ila nyumbani wata isoma nami." Tutoto tu huwezi amini kama gulu ametembea peku kwenda shuleni na baridi yote na kanyaga tukokoto. Huwezi amini kama maisha haya angeweza kupitia lakini unakuta ni maisha ambayo amepitia yeye. Mi nipoondoka wakati na miaka sui saba ndo nikaondoka kurudi nyumbani, ambako sisi angalau kidogo kutembea peku ilikuwa ni vita. Hatuwezi, sio kwamba tuna uwezo, ila bora uokoteze hata ndala, ila uvae. Sasa maisha hayo tumekwenda nayo yenye vita, alafu unaangalia ni maisha ya taabu, ila kumfikiri Mungu kulikuwa mbali sana, kwa sababu wengine baada ya kujitambua kufikisha miaka kumi, miaka mingapi ndio naanza kuelewa, aisee, Mungu kumbe ndio yuko hivi, Mungu kumbe ndio yuko hivi. Tukaanza kumuanza Mungu na kuanza kuchukua hatua namna gani tutauishi uokovu. Sasa, ule ulikuwa ni wakati wa taabu, wa dhiki ambao hatuna chakula chochote, kama ni chakula. Na sisi tulikuwa ni watu wa ajabu sana, ni watu eh. Kichwa cha somo kinasema kwamba Egemeo lako kuu ni nini? Egemeo lako kuu ni nini? Egemeo lako kuu, mahali unapopumzikia. Egemeo lako kuu, pumziko lako kuu ni nini? Egemeo lako kuu ni nini? Napozungumzia egemeo, namaanisha mahali tegemezi unapopategemea, unapo egemeo lako, tegemeo lako, mahali ninapopategemea. Nategemea kitu cha aina gani, ama nategemea nini? Tuko tofauti hapa, tumekaa kwenye mazingira haya, lakini tuko tofauti tofauti, na mioyo yetu iko tofauti tofauti. Mwenzetu pumziko lako linaweza likawa, nasema kwamba nikiolewa nitapumzika mimi <laughs> yaani nitastarehe kwa sababu tutakuwa wawili. Eh, Biblia inasema heri kuwa wawili kuliko kuwa mmoja. Kumbe ni tafsiri zetu tu kichwani ambazo tumezikariri, lakini kumbe ukimwongeza wa pili unaleta shida nyingine, kwa sababu hasira zako wewe jumlisha hasira za huyo. Sio kwamba yeye hana hasira, hasira zako wewe jumlisha za huyo. Wewe ulikuwa unashindwa kuzimudu za kwako, utaongeza hasira za ngapi za pili ulikuwa unashindwa kumudu maneno yako magumu, unaongeza maneno mengine ya pili. Kwa hiyo usitegemee kwamba nikiongeza huyu ndo atakuwa tegemeo langu msaada wangu. Yawezekana akawa ni kichomi chako. Lakini katikati ya kichomi chako, egemeo lako kuu ni nini? Tegemeo lako kuu ni nini? Je, najua mimi nikishakuwa na mahali ndo nitaheshimika, nikishakuwa na majumba ndo nitaheshimika? Je, nikisha kuwa na watoto ntaheshimika? Unakuta hapana, pamoja na kuwa na watoto, bado mwanadamu anahitaji majibu ya mwisho, bado anahitaji msaada wa mwisho. Hata utafute mali, watu wa Mungu, mali ni kitu ambacho hakishibi. Mali ni kitu ambacho kila wakati aliwahi zungumza baba kwamba mali ukiipata kidogo, inakwambia mimi yule pale. Mwingi kidogo, niko pale, unakimbilia unamshika, anasema mimi yule pale unakimbia unamshika, anakwambia mimi yule pale. Kwa hiyo unakuta yani, shughuli yetu ni ni kuongeza kuongeza maduka maduka tu yani, ni kuongeza maduka, unachukua unaongeza duka la pili. Unachukua unaongeza duka la tatu. Kwa nini? Kwa sababu mali huwa hatosheki, haifiki mali kwamba saizi nimeshatosheka. Hapana, unakuta mali yenyewe inataka uendelee kuzalisha tu. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo mali haiwezi kutosheleza kwenye moyo wako sehemu ambayo mali haiwezi kutosheleza kwenye maisha yako egemeo lako kuu ni nini ikiwa ni mali mali itakapong'oka utang'oka na wewe ikiwa tegemeo langu ni mali nimeamua kutegemea mali ndo jibu langu la mwisho ndo msaada wangu wa mwisho wa mali itakapong'oka na wewe utang'oka kwa sababu mali ni kitu ambacho kinaisha ni kitu ambacho kinapotea na kama kinapotea ujue kama ulikitegemea hicho nacho na kitafanya na wewe utafanyaje? Napotea, lakini kama tegemeo langu litakuwa ni Mungu ambaye hakuna mtu anaweza kumpoteza. Yani Mungu, hakuna mtu anaweza kumpoteza. Huwezi kunishawishi mimi kwamba mwache Mungu. Yani mimi kwa faida zangu nilizozikuta kwa Mungu, nilizoziona kwa Mungu, huwezi ukaja na sura yako hapo, nakuja tu haraka haraka mwache Mungu? Yani ni mwache Mungu kwenye mazingira gani? Wewe we, kuna mkondo wa fedha huko huku umeshuka uko hivi, yani kuna mali nyingi. Sasa kama mali, mtu wa Mungu, mali tumezipitia hapa katikati, tumezipitia. Tulikuwa na uwezo wa kula chipsi, nyama, nyama choma, sijui na mayai na nini. Ukiamua ushindie tena kila siku mwaka mzima, ukiamua ushindie hivyo hivyo, huu unakula hivyo hivyo, hivyo, hivyo hivyo, inawezekana kabisa, sio kwa kubahatisha, ilikuwa inawezekana kabisa. Niwaambie tu e, befa leo pikeni nyama choma, kesho pikeni mayai, kesho pikeni sijui hiki, kesho pikeni yaani kila siku maziwa naomba mninulie maziwa, naomba sijui lishe, naomba sijui nini, yaani kila kitu ninacho. Lakini kwa nini sitosheki? Siyo tegemeo la mwisho la maisha yangu. Mimi lingekuwa ni tegemeo la mwisho basi ningefika mahali nimerelax, lakini kwa nini napata taabu ndani ya moyo wangu? Ujue mali siyo jibu la mwisho. Unaliona kama jibu la mwisho kwa sababu huna unaliona ni jibu la mwisho kwa sababu huna, unasema eh, hey, say, nikija kupata mali nitanunua uwanja nitajenga. Haya, kwa mfano labda Yohana na, na, na Elika pale mlivyofika hapa Mbeya mkafanya kazi mkapata hela mkanunua uwanja, mlitosheka mlivyonunua? No, uwanja mlitosheka, Yohana? Haya, mkajenga, Yohana, mmejenga hamjapanga, leo hamlipi kodi, mmetosheka Yohana. Imefika mahali mmetosheka kabisa, hamuhitaji kitu chochote lakini aliyepanga naye anaona ana vita kweli. Aliye kwenye nyumba yake naye anaona na vita kweli. Yani, kila mtu wa Mungu, hakuna mali inayoweza kukutosheleza wewe, kukushibisha wewe, hakuna, hakuna kabisa. Lakini tukirudi upande wa pili huu wa Mungu huku, tegemeo letu ni Mungu, kwa sababu lenyewe, lenyewe, hata ukikosa chakula yani unaweza ukalala, hata ukikosa chakula kwa sababu ni shahidi mzuri mwaminifu wa Yesu Kristo, ni mshahidi mzuri wakati wa njaa. Nilipokuwa na njaa, sikuweza kufanya ubaya ama kufanya uzinzi. Kwa sababu niliachwa peke yangu sehemu mbaya kabisa, niliachwa peke yangu nikiwa binti, na sio kwamba binti hawaji kukutafuta, wanakuja wenye maduka ambayo yako furu kabisa, yani hata pa kusimama hapapo, wanakuja. Lakini unasema hivi, nifanye ubaya huu nikamkose Mungu? Yani kutafuta utoshelevu wa moyo tu nilichokuwa nakitafuta kwenye maisha yangu, moyo wangu uridhike, yani uwe na amani, kwa sababu nikishapata mali ya dhuluma itanisaidia nini? Nitapata nyongeza gani, ama nitapata faida gani? Kwa hiyo nikasema hapana, siwezi nikaharibu binti wangu kwa sababu kuna mtu anasema eti ananipenda. Ni muongo, ana mke wake, alafu anasema eti ananipenda <laughs> yani, yani anaweza kukwambia nakupenda, nimekuzimia kabisa yani, yani ni muongo, muongo kabisa, ni muongo kabisa. Ukitaka kujua kama anakupenda muone, muende mkaanze maisha, mutaona majibu ambayo mnajibizana vibaya, yale ndo anakupenda yale. Lakini sasa unakuta mtu anayetupenda ni Mungu na ibada hizi ndio pendo letu la mwisho kabisa. Hatuna, hatuna pendo lingine, hatuna upendo mwingine zaidi ya huu kwa sababu hiki ni kitu kikubwa sana ambacho kinakuja kunyenyua mpaka ndoa. Yaani ibada au mungu ni kitu kizito, kinakuja kunyenyua mpaka ndoa zinakaa sawa, lakini mali haiwezi kunyenyua ndoa, ndoa zikakaa sawa. Hapana, kila mtu atakuwa anamvizia mwenzake. Mwanaume, sio kwamba umependwa, unapendwa kwa sababu ya hela. Yaani wanaokupenda kwa sababu hauna hela ni wachache ni wachache wanaompenda mtu yaani, nampenda tu Baba Isaka, yaani nampenda tu anampenda ya, yaani hivi anampenda hivi, ni ngumu sana mtu anza mkaje oh, mfupi huyu afu nikampenda. Lakini ukiwa na hela, Baba Isaka ni mzuri sana yaani, Baba Isaka ni malaika aliyetoka juu mbinguni ukiwa na hela. Yaani tumedanganywa vibaya na kuziona hela kana kwamba zina nguvu sana, kwa hela ina uwezo wa kumbadilisha mtu Mtu wa Mungu, hata kama ulikuwa na i, i, nini naita? Eh? Hii monji hii, hata kama ilisogea hivi ilizuia mpaka macho, watu wote walikuwa na kucheka. Ukiwa na mali, utashangaa unafunga harusi na binti mlembo. Sio kwamba amekupenda wewe, amependa ya mali yako. Kwa si tunajidanganya sana kwamba ananipenda, ananipenda, kumbe hamna kitu. Ibada hizi zenyewe zinakuja kuondoa uzuri wote wa mwanadamu wote, inakuja kufuta na inamleta binadamu halisi, yule yule mwenye monji kubwa. Unaanza kumpenda mwenye monji kubwa ile ile, bila kuangalia nyuma yake kuna nini. Ndio kazi, kazi ya ibada. Kazi ya ibada iko tofauti sana na wanavyotazama binadamu. Binadamu mwisho wao ni pale mali itakapoisha, pale ndio atakapoachana, anaondoka, anaenda kutafuta mwenye mali mwingine. Na siku hizi, asante Mungu, kuna msaada. Kuna mashangazi. Kuna saizi yani, kwanza hawa ndo wanamtaji mzuri sana kuliko huku. Saizi yani, wanalelewa sana hawa. Zamani ilikuwa wanawake wanatafutwa. Lakini saizi wanaume ndo wanatafutwa yani. Wewe nenda tu nene, jipitishe tu mtaani hapo. Watakavyo kudaka. Watakudaka tu vizuri, watakulisha. Alafu watakufugisha ndevu, hawawezi kukuacha hivi hivi. Watakufugisha ndevu, ili uonekane ni mtu mzima, kumbe ni katoto, umeolewa na mbibi. Kwa ndo maisha yaliyoko mtaani saa hizi, lakini kazi ya ibada inakuja kutuweka sawa kwamba huko hakuna maisha yoyote, sehemu hiyo hakuna furaha yoyote. Tumsome Daudi mwenzetu, yeye alikuwa na tegemeo gani? Zaburi, Zaburi mwenzetu alikuwa anategemea nini? Soma Zaburi tisini, anza mstari wa kwanza. Zaburi sura ya tisini, mstari wa kwanza anasema, ehe. Wewe Bwana umekuwa makao yetu. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi bado mali na hama bariki ah, ah, haukuwa na hela bariki ulikuwa huna. Tuachane na kipindi cha kuoza hapo katikati, kule nyuma ulikuwa hauna duka Tulikuwa nalo. Lakini uliona mali, yani ndiyo tulizo la moyo wako kabisa umeshafika. Hauhitaji kitu kingine. Hamna kabisa. Watu wa Mungu ni kujizima data tu. Kwa bani nipo kuwa na hela, niko naweza nikamtuma mtu yeyote. Weka ninunulia hiki. Yaani mle ndani ya hela tunatafuta uwezo. Hatutafuti kwamba kuna chochote tunachotafuta mle. Tunatafuta sauti mishi ubarikiwe sana. Nini? Hela ziko nyuma yako. Kwa mle ndani kinatafutwa ni sauti. Anasema, wewe Bwana umekuwa makao yetu, kizazi hata kizazi. Ni mwenzetu huyo, anategemea jina la Mungu tu, mwenye uwezo, Mungu mwenye uwezo wamrudisha mtu mavumbini.